Uh, unapo unapoanza kufuga changamoto ni nyingi sana ni nyingi sana hasa kwenye namna ambavyo unaweza ukawatibu uka kuku wako wakapona waka, yani ukiwa mfugaji mwanzo, kwanza kutambua kwamba huyu kuku anaumwa ugonjwa gani ya, na pia kutambua kwamba ni dawa gani sahihi nikimpatia atapona, hivi vitu viwili ni, ni changamoto kubwa sana kwa mfugaji ambaye ana, anaanza kufuga uh, kikubwa utakuta tu kuku wanakufa unazika ndio. Uh, unajua unajua kuku wao kumbe wanaumwa wa kumbe kuku waga wanaonyesha dalili mapema kabisa. Uh, ukiachana na hivyo, hiyo changamoto ya kutambua kama kuku wako wanaumwa, uwape uh, dawa gani, kuna changamoto kubwa sana ya dawa sahihi, yaani tiba sahihi za kuweza kumtibia kuku na akapona kwa wakati na, na masharti sahihi ya kufuata wakati unatibia kuku. Sasa kwenye hii video hapa ninataka nikupatie e, tiba tano za asili ambazo mimi binafsi ninatamani sana kama ningezijua mapema, yaani kipindi ambacho ninaanza tu kufuga ninge ningezijua lakini haikuwa hivyo kutokana na kwamba Uh, mara nyingi mfugaji u, kama kama sisi hapa ni, ni mfugaji ambaye umejitafuta mwenyewe, yani baada ya changamoto nyingi ndio mm, unakuja kugundua kwamba kumbe hiki ndio kinafanya kazi, hiki akifanyia kazi. Sasa kwa wewe ambaye unaanza, kwa kweli itakuwa ni rahisi, maana yake utakopi tu hizi dawa ambazo nakwambia hapa, utakwenda kuzitumia, utachukua uzoefu ambao sisi Kingo Farm tunao hapa wa kuwatibia kuku. Sasa uh, nianze na tiba ya kwanza kabisa ambayo ninatamani sana sana sana ningeijua mapema ni huu mchanganyo. Ngoja nikutajie huu mchanganyo, kuna eh, tangawizi, pilipili, kitunguu saumu, ah, pamoja na kitunguu maji. Huu mchanganyo bwana! Huu mchanganyo ni mchanganyo bora sana kwetu sisi. Kwa wale ambao mmetufuatilia, huu mchanganyo huwa tunautumia sana. Kwa wale ambao mpo kwenye kundi, nadhani hakuna mtu ambaye, mfugaji ambaye yupo kwenye kundi hajui, haujui huu mchanganyo. Huu mchanganyo tunautumia sana na unatusaidia sana, kwa sababu kwanza unatibu mafua vizuri kabisa. Hilo ni jambo la kwanza. Ukiachana na hilo, jambo la pili huu mchanganyo ni booster nzuri kabisa inawa boost kuku kama, kama unafuga hawa broiler, ambao unaona hapa broiler wako wanakuwa vizuri kabisa na tena kwa wakati hiyo hapo. Jambo jingine ni antibiotic. Ukiwa unatumia huu mchanganyo bwana, kuku wako kuumwa ni kazi sana, kwa sababu pia unatibu magonjwa mengi sana, unatibu magonjwa mengi sana. ikiwepo ku, ku, kuongeza kinga Eh, kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo ni mchanganyo mmoja hivi ni bora sana, yaani ni namba moja huu mchanganyo, na tunaupenda sana. Natamani sana huu mchanganyo tungeujua mapema aa. Ukitaka kujifunza zaidi kuhusiana na huu mchanganyo, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp kwa shilingi elfu nane kwa ada ya muda wa miezi miwili. Mchanganyo wa pili bwana ni mchanganyo ni tiba tiba ya pili bwana ni, ni, ni, ni tiba ya, majani ya mpapai, tiba ya majani ya mpapai e, bwana, majani ya mpapai yanatibu vizuri sana sana sana sana magonjwa kama vile kokidiosis na miharo mingine ya tumbo na magonjwa mengine mengi sana. Laki, ni tiba nzuri sana majani ya mpapai, yaani ni kitu ambacho kwa wewe ambaye unaanza kufuga una, u, ukikitumia utakuja unipe majibu ukiona kuku wako wanahara, eh, wanahara damu. Hiyo ndio coccidiosis, wapatie haya majani, kuaga tunachanganyia pia kitunguu saumu na pilipili pili. Uh, nimekwambia utajifuza zaidi ukijiunga na, na Kingo Farm hapa, mimi nakutajia tu, uh, ni, ni tiba ambayo tokea tumeigundua kuna dawa fulani tukwaga tunazinunua dukani, kuna shida kubwa sana kwenye kutibu, kwenye kutibu coccidiosis. Wewe isikie kama ilivyo, lakini ina, ina shughuli yake. Unaweza ukatumia dawa. Nakumbuka mara ya kwanza imetokea coccidiosis hapa shambani, kuna dawa moja tu tulitumia, haikufanya kazi kabisa, kuku kuku akaanza kufa. Uh, yani ilikuwa ni shughuli, lakini tokea majani ya mpapai safi kabisa. Uh, tiba ya tatu ambayo tiba ya tatu ambayo natamani na, na sana ningeijua mapema ni majani ya mwarobaini. Majani ya mwarobaini bwana, ngoja nikupe kodi moja. Haya yanatibu vizuri sana kideli, yaani kama kuku wako wanaumwa kideli. Wana, wana, wanapona vizuri sana nitakwambia. Na kitu kingine tiba nyingine ambayo inatibu vizuri sana e, ngoja nikwambie ni hapa hapa, hii itakuwa ni tiba yangu ya nne, itakuwa ni tiba yangu ya nne, ukiweka haya majani ya, ya, haya majani ya aloe vera ukichukua pamoja na ukachukua pamoja na jivu ukavichanganya aloe vera e, pamoja na jivu. Hii tiba inatibu kideli vizuri sana. Kwenye kitabu cha tiba za asili tumeelezea vizuri sana huu mchanganyo, jinsi ambavyo unaweza uka, uka uchanganya kile kitabu. Kikipata hicho kitabu cha tiba za asili, kitakusaidia. Lakini pia, hii aloe vera hii kama mmea wa nne na utaja hii aloe vera inatibu karibia magonjwa yote ya virusi kama vile ndui, umeona huyo kuku hapo anaumwa ana ndui sasa. Kuna namna ambayo unatumia una alovela, usije ukakulupuka ukaenda tu kutumia alovela. Kuna namna unachanganya na limau, unatumia na limau ili kuweza kumtibu vizuri huyo kuku. Kikubwa, chukua kitabu chetu cha tiba za asili, jiunge na kundi letu, hivi vitu viwili kama upo serious na kufuga na kushauri uvifanye, uwe na kitabu cha tiba za asili alafu ujiunge na, na kundi letu uta, utatoka hapo mahala ambapo upo kama unapitia changamoto nyingi. Kujiunga na kundi letu ni shilingi 8000 ada ya muda wa miezi miwili, lakini e, si tunavyo vitabu vinne, kila kitabu kimoja tunakiuza shilingi elfu kumi, ni soft copy na tiba ya mwisho kabisa ndugu yangu, ambayo tumeitumia tume ni, ni majani ya mbaazi. Majani ya mbaazi ni tiba moja zuri sana hivi karibuni, tulitengeneza video eh, hapa YouTube tukawapostia jinsi ambavyo unaweza ukatumia haya majani ya mbaazi. Hii ni tiba ambayo, uh, inafanya kazi vizuri sana sana sana sana. Unaweza ukaitazama mwishoni mwa hii video, hapo nitakuwekea Uh, ili uweze kuitazama hii video ambayo inaelezea namna ambavyo unatumia majani ya mbaazi. E, tunawakaribisha sana kujiunga na kundi letu, lakini pia kupata vitabu. Namba yetu ni hiyo hapo, unaweza ukatupigia au ukatutumia message pale WhatsApp.